Ukopoa uh, ni Lydia kwenye drip check. So, vumona, drip check na piskali <laughs> so, um, fulani toka pande um, za hapa nyumbani. Vizuri mambo, outfit zako hivi, hii gauni ilidizainiwa hapa au ilitoka mambele a hapa hivi? ngu mafundi wanaojiamini sana. Kwa hiyo fundi wako unamkubali, mm -hmm, asilimia ngapi? Yaani, namkubali mia kwa mia. Moja yani. Napatikana B tatu. Fundi wangu anapatikana B3, B3, B3. Anaitwa Buku. Buku, Buku. Buku, Buku? Buku, Buku. Okay, nafikiri buku buku labda pengine naweza kukutana hii video. Unakubaliwa sana, bro. So, mimi nataka kujua um, uh, tuanze tu gauni. Maana gauni ndio kitu ambacho kimenivutia sana. Kwa hiyo mimi nataka kujua imetengenezwa kwa shilingi ngapi? Gauni kwa, kwa ujumla kuanzia kitambaa na mashono imegharimu elfu themanini. Elfu themanini. Yeah. Mashono na kitambaa. Eh, kwa ujumla, Duh, jamani acha kuvizungusha, So mimi nataka kujua hiyo, uh, wigi yetu imeenda kwa shilingi ngapi? Wigi ni elfu thelathini yenyewe. Du, thamanini na elfu thelathini tukichanga na kuja ngapi? Inakuja mia na moja. Yani laki moja na elfu kumi. Laki moja elfu kumi. Yani, like, kumi elfu ishirini tu. Hapo tukijumlisha inakuja mia na elfu thelathini. Okay, hizo hiyo pochi yenyewe

vizuri sana kujua tumeweza na simu hiyo, simu yetu imeenda kushinga vipi? Simu yangu hii li inaitwa Aqua C i uko, ni Aqua C R7, nimenunua kwa laki nne na elfu hamsini nisha kutumia Tecno Tecno Spark thelathini, nisha kuitumia Hamna um, nimegairi kutumia madini zumbe. Mm-hmm. Sitaki yaani kabisa. Kwa nini? Amna, um, yaani ni simu ambazo ziko public sana kwa watu wote Neno moja. Yaani, kwa watu wanaotumia kwanza madi ni zumbeja. <laughs> <laughs> <laughs> Yaani, kwa watu ambao bado wanabaki wanatumia madi hizi zumbeja jamani. Pole sana, pole yao kabisa. Mimi sina tena level hizo. Kwa hiyo karibisha kwenye Samsung, kwenye Huawei au kwa mimi, hii ni simu ya, yani simu ambazo zina bei kabisa, zina viwango vyake. Hii ni simu ya tatu. Nisha simu yangu ya kwanza ambayo niliwahi kutumia, niliwahi kutumia Google Pixel. Namba ngapi? Hiyo nikatupa. Ilikuwa namba ngapi Google Pixel? Kama ilikuwa namba ngapi lakini nilichukua bado mpya. Simu yangu ya pili nikatumia Samsung. Yaani, mimi sijasikia unasema ulitumia Tecno ya ya <laughs> ya, <laughs> <laughs> si baada ya, ya nani Samsung yangu nikapana, nikaona kwamba nani baada ya mi nikaona siwezi kukaa, nikachukua kwanza hiyo Tecno private muda wa miezi mitatu tu, kwa kusubiri Aquas mm -hmm. Nilikuwa nimeipana na enyewe baadaye. <laughs> Mimi na mme na mme tena handsome boy sana MC. Mume wangu namkubali sana, yule ni jembe jembe. Nampenda kuliko kitu chochote hapa duniani. Okay. Yeah. Yeah.